Uhaligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale aliojiri tuko kuendelea kutoka chumba cha habari. Mimi ni Gordon ni Mwanja liyosomia habari za kitaifa kimataifa na za beshara, na watacho. Habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde. Kifuatacho ndani ya TV habari: zaidi ya kaya 500 zaathiriwa na mvua wilayani Kilosa, kandarasi alalamikiwa kusababisha mafuriko kembe samaki, na katika habari za kimataifa boti wa ya wamiaji zama ikiwa na watu 200 na kuuwa saba. Karibu mtazamaji, na moja kwa moja tuanzie na zaidi ya kaya 500 zimelazimika kuhama makazi yao na kuhifadhiwa na Serikali kufuatia athari ya mvua zinazoendelea kunyesha wilayani Kilosa mkoani Morogoro, huku mvua hizo zikisomba madaraja ya reli ya kati MGR pamoja na kukata mawasiliano baina ya vijiji katika maeneo ya Tindiga, Kidete like na Magole wilayani Kilosa. Mwandishi wetu Goodluck Msola ana taarifa zaidi. Hali hiyo imeelezwa na mkuu wa wilaya ya Kilosa, Shaka Hamdu Shaka, wakati akitoa taarifa kwa Waziri Mkuu Dr Mwiguru Nchemba ambaye amefanya ziara ya kutembelea moja ya maeneo yaliyoathiriwa na mvua eneo la Tindiga. Ameeleza kuwa mvua hizo zilizoambatana na upepo mkali zimeleta athari kubwa katika maeneo ya vijiji vya Kilosa ambapo katika tarafa nne za kijiji cha Magole kaya zaidi ya mia nne hazina sehemu ya kuishi kufuatia uharibifu wa makazi kutokana na mvua za mawe na upepo mkali ulioambatana na, na mafuriko. Shaka ameeleza kuwa maeneo mengine yaliyoathiriwa na mvua hizo pamoja na vijiji vya Dumila na Kidete ambapo katika kijiji cha Kidete barabara zimefungwa madaraja ya kibomoka pamoja na reli ya MGR kusombwa na maji ambapo pia mawasiliano yamekatika baina ya mji wa Kilosa na vijiji vya jirani na kupelekea adha kubwa kwa wananchi. Lakini vilevile, kwa siku ya jana tumepata tena upepo katika tarafa hiyo hiyo ya Magole ambapo kaya 38 zimeathirika na upepo huo. Serikali inaendelea kufanya jitihada za kuwatunza kipindi hiki ambacho wanapitia kwenye mazingira hayo magumu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarafa nyingine ambayo imepata dharuba hii ya majanga haya ya mvua ni tarafa ya Kidete. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hali ni mbaya, miundombinu ya barabara imeharibika, hasa barabara zinazosimamiwa na TANROADS. Bahati mbaya sana, hata barabara ambazo zinaunganisha zinaz, baina ya kata na kata ama kata na mji mkuu wa Kilosa nazo pia zimeharibika vibaya, kwa sasa hivi zimekuwa hazipitiki kwa asilimia 80 na kuhatarisha usalama wa wananchi. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Kigoma Malima amesema mvua hizo zimeathiri pia maeneo mengine ikiwemo eneo la Kilombelo, ambapo pia kwa sasa wanahitaji zaidi ya shilingi milioni 60 ili waweze kuwasaidia wahanga wa mafuriko katika eneo la Kidete, kupia serikali ikiwa mbioni kutoa viwanja vya skwa mita 700 kwa wakazi zaidi ya 150 waishio maeneo ya mabondeni ili waondokane na adha ya mafuriko. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikwambie mwaka juzi, sisi kila mwaka tunapigwa na mafuriko, watu wa Morogoro. Mwaka juzi nakumbuka, Mungu wa mrahamu amweke mahali pema peponi, Waziri Jenista mwaka huo alikuwa waziri ofisi ya waziri mkuu kabla ya hapo yametokea mafuriko kule Hanang, mnayakumbuka wananchi? Ehe, na sisi tukapigwa na mafuriko Kilosa karibu yote, watu wote wako kule Hanang. Jenista alipokuja mara moja kupita, alipoiona hali ya Morogoro akasema, mbona hamkusema? Nikamwambia kila siku tunasema, lakini tunaposema Morogoro inakuwa kama vile tumezoeleka, tunasema sana. Ndio maana ndugu zangu, nimemuomba mheshimiwa waziri mkuu kwa kumwomba sana kwamba tushuke awasalimie, awape pole, ile hali atakayoiona. Ile ofisi ya mafuriko na maafa ma, ile ofisi ya maafa ya serikali iko kwake, ofisi ya waziri mkuu. Sijui kama mmenielewa. Yani hapo nimecheza, nime, nime kama angekuwa Kratos chama, lakini sasa chama amehamia timu mbaya, akaenda kule hakusikia. Mheshimiwa Waziri Mkuu angekuwa ameshanitoa chama alihamia toka timu kubwa akaenda kwenye timu nyingine. Mheshimiwa waziri mkuu, ndio sababu ya kukuomba ili tukija tukwambie, Mheshimiwa waziri mkuu, naikumbuka ile hali ya Tindiga, basi na Mvumi iko hivyo na Magole iko hivyo na huko tunakwenda mheshimiwa, Kidete huko nako ndio imevunja madaraja na kadhalika, lakini kwa sababu wenzetu wako milimani, waathirika wakubwa ni hawa watu wa Tindiga na kadhalika. Kweli si kweli, jamani? Baada ya kupata taarifa hiyo ya athari za mvua Waziri Mkuu Dkt Mwiguru Nchemba ameagiza wataalamu wanaofanya tathmini ya ujenzi wa mabwawa saba katika maeneo ya Kidete, Morogoro na Gulwe katika eneo la Dodoma kuhakikisha mchakato huo unafanyika kwa haraka wa ujenzi wa mabwawa hayo ili kusaidia kupunguza athari za mvua huku pia akitoa shilingi milioni 23 kwa ajili ya kusaidia kutoa huduma kwa wahanga wa mafuriko eneo la Tindiga. Waheshimiwa wa mawaziri wa, wa, wa sekta waelekezeni wataalamu wakamilishe haraka sana masuala yale ya kitaalamu ili ujenzi huu uweze kuanza ili tuweze kupata suluhisho la kudumu la kuyahifadhi maji hayo yasitawanyike na kuleta haya madhara. Tutajenga pale Kidete, ambayo na fedha yake ipo na tena mkae mmalizie na yale mengine saba. Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi, tumeongea pamoja mshu... na Mheshimiwa Waziri wa, wa fedha, ili na yale mengine ambayo ambayo fedha yake ilikuwa bado haijakamilika, tutumie utaratibu ule tuliokubaliana, ili na yenyewe yote yajengwe ili tuweze kupata suluhisho la kudumu. Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amewasisitiza wananchi kushirikiana na serikali ili kuhakikisha mipango ya maendeleo inafanikiwa kwa wakati uliopangwa. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Januari 2, 2026 alipoweka jua la msingi la mradi wa ujenzi wa daraja la Uzi Ng'ambwa na barabara zake, hafla iliyofanyika Uzi Ng'ambwa, mkoa wa kusini Unguja, ikiwa ni shamra shamra za maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Tushukuru kwa dhati mkandarasi wetu C -C -E -C -C. anafanya kazi nzuri sana Daraja linajengwa kitaalamu na barabara ambapo wameshaweka lami iko nzuri kabisa, lakini niwapongeze kwa uamuzi wao wa kusema kwamba kutoka roundabout mpaka linapoanza daraja watajenga upya barabara ile kwa gharama zao. Tunawashukuru sana kwa hili naye Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Khalid Salum Mohamed amewahakikishia wananchi waliopisha ujenzi wa barabara kwa kiasi cha shilingi bilioni 2.46 tayari zimetengwa kwa ajili ya kuwalipia fidia. Tayari wananchi 161 wameshalipwa na watu 60 ambao bado hawajachukua fidia zao. Shukuru kwa maelekezo yako, kwa mwongozo wako, fedha zote zimepatikana za fidia, tunazo ofisini ambazo ni jumla karibu ya bilioni bilioni 2.46 fedha hizo zote tunazo. Waliotakiwa kulipwa fidia hasa kwa kupisha hizi barabara kwenye mji kwenye kijiji hichi ni mia mbili na kumi na nne mia moja sitini na moja tayari tumeshe walipa, bado watu sitini ambao wanaendelea na fedha zao zipo. Wananchi wa mtaa wa Kiembe Samaki, kata ya Kilakala, manispaa Temeke, jijini Dar es Salaam amelalamikia mkandarasi anayejenga barabara eneo la maji machafu kwa kushindwa kuweka mitaro na kusababisha maji kutuama kwenye makazi yao wakati mvua inaponyesha. Mwandishi wetu Mrisho Mapeo ana taarifa zaidi. Wakizungumza na waandishi wa habari walipofika katika mtaa huo, wananchi hao wamesema wanahofia usalama wao kutokana na maji kuingia kwenye makazi yao, huku wakiitaka serikali kuingilia kati ili kuwaondolea adha hiyo wanayoipata. Kandarasi sasa hivi anamaliza mwezi, hatujamwona. Tunamwona kijana tu, anakuja anagongagonga hizi mbao na kuondoka. Mpaka leo hatujui tatizo nini, barabara hawajalipwa pesa au kuna shida gani? Hatumwoni diwani, hatumwoni hapa mwenyekiti, waseeka mitaa Hatumoni mtu wote kuja kutuuliza, sio wakazi wao? Kama unaona watoto wanaasilika maji kama hivi, upitaji wenyewe umekuwa shida, nondo zinatumiza. Sasa tunaomba serikali tusaidie, waziri wa ujenzi, serikali za mitaa, TAMISEMI, aje aone changamoto. Huyu mkandarasi mkataba wake uangalie vizuri, unatusaidiaje sisi wananchi wa mtaa huu? Mpaka leo hatujui hatima yetu inaishia wapi. Baba maombi, nataka haya maji yatoke kwa kuwa nina tabu. Chooni siendi na hivi naona nimevaa mibuti hiyo ndio nitoke pale kwenye mawe. Mm. Sina uwezo, ingekuwa na, najua nyumba nyuma, nyuma kule inaweza ikakatika. Hata japo katika ili katika mchana watu wataniona. Ime katika usiku. Sinaweza ina ni usiku. Ndio hiyo. Shida yangu kubwa ni hilo. Nataka haya maji yatoke. Changamoto bwana mkandarasi wa hii hii barabara yetu. Hii barabara changamoto maji kuanzia hapa mpaka mwisho. Changamoto ni maji na aliambiwa mkandarasi kama kujenga hii lami hii, kama mai anakuja siku mbili, wiki hawayupo kazi, akuja mtu mmoja. Aidha, wananchi hao wamesema mbali na maji hayo kuhatarisha makazi yao, lakini pia wanahofia usalama wa watoto wao pamoja na afya zao, hivyo wanaiomba serikali kuwasaidia. Barabara mwanzo ilikuwa inapitika tu vizuri, lakini tokea hapo walipokuja kuanza kuchimba chimba, imekuwa changamoto kuanzia kwenye kupita hadi watoto. Mpaka dakika hii hatuelewi hii njia itaisha lini. Kwa hiyo tunaomba serikali, jamani ifanyiwe haraka hii njia, ili mradi ipatikane nani fursa, ili mradi tu, tuweze kupita vizuri, kwa sababu sasa hivi umeshakuwa mtihani katika upitaji watoto, umeona. Kwa hiyo hatuelewi mpaka lini. Kwa hiyo tunamwomba kwamba diwani wetu, kwa sababu alituahidi kwamba hii njia itapitika vizuri na hii barabara itanyooka. Kwa hiyo tunaomba tu, ili iliswala lifanyiwe haraka iwezekanavyo, ili barabara iwe ya kupitika. Hata barabara ilianza kutengenezwa hii, maji kweli yalikuwa yanapita hapa lakini yalikuwa yanajazana tunapita kwa shida lakini wakati mwingine yalikuwa yanaendelea safari. Lakini tangu walivyoanza kujenga hii barabara hapa, kidogo tunafurahi kwa sababu barabara imeanza kutengenezwa vizuri, watu wanapita vizuri, lakini wameziba maji ya huku ni ya huku, ya huku ni ya huku. Hamna hata mtaro wa kupitisha maji. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba Serikali itusaidie kurekebisha hii barabara pawepo na mtaro wa kupeleka maji huko yanakoenda mvua inaponyesha, kwa sababu hii ni mvua kidogo tu ilionyesha hapa. Je, itakapokuja mvua kubwa, naona kutakuwa na mafuriko hapa. TV hii habari imemtafuta diwani wa kata hiyo ya Kilakala bwana, ambapo akizungumza kwa njia ya simu diwani huyo Bwana Eric Magoa amekiri kuufahamu mradi huo na kero wanazozipata wananchi na kusema kuwa tayari amemwelekeza mkandarasi kutafutia ufumbuzi ili kunusuru makazi ya wananchi hao. Sasa bahati mbaya nzuri, wakati namwita ilikuwa kama wiki moja hivi moja mbili zilizopita, akuwepo ye. mm. kwa hiyo nilimwachia hiyo zoezi mtendaji wa kata mm mtendaji wa mtaa mm. na mwenyekiti wa serikali ya mtaa mm. Tumpate mte, tumpate mkandarasi mm. Kwanza tupate document kwa sababu yeye, kwanza kitu ambacho wamekifanya mm. amekuja bila kutoa taarifa kwenye yani, kwenye ofisi ya serikali ya mtaa wala kwa mtendaji. Kwa hiyo mm. kikao changu cha kwanza cha ODC nika, nilitamani awepo kwa sababu niwaambia, wakandarasi wote wa, watu wote wanaohusika wawepo ili tupeane mwangaza jinsi gani mimi kama diwani mpya tutakwenda, sijue kwa mm, mm. sababu pale shida pia moja, shida kubwa kwanza ni eneo ni finyu mm. lakini pia inene hao inahitajika mtaro sasa. Je, maji ambayo yanakuwepo kwenye majumba ya watu yanaweza kutoka vipi na barabara ile ikishajengwa? Manake ndo itakuwa imezuia hata hayo wahueni eh, wa, wa mwanzo mm. kwa hiyo hayo mambo yote niliwapa hayo maagizo mpendaji, na bahati nzuri walivyokaa nayo, wamekaa naye juzi, mimi nikiwa Shinyanga mm -hmm. Wamenipigia na mimi nikamweleza mkandarasi, nikaambia mkandarasi pale inakuwaje, na yeye majibu ya mkandarasi akasema hilo tatizo ameliona na anakwenda kufanya kikao na wataalamu wa TARURA mm -hmm. kwenye hayo maeneo ya wananchi hiyo mm. hiyo hilo zoezi hi, yaani hi, ni juzi sasa kushinda jana hmm. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Waziri Mkuu wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba amesema ili kabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi wa Tanzania hawana budi kubadilika na kuachana na taratibu zilizozoeleka ikiwemo kuwa na idadi kubwa ya mifugo na pamoja na kupunguza shughuli mbazo zinachangia ongezeko la uharibifu wa mazingira. Tuungane na Gudila Kimsola kwa taarifa zaidi. Dr. Mwigulu ametoa rai hiyo akiwa mkoani Morogoro katika ziara ya kukagua mradi wa bwawa la Kidunda ambapo amesema kwa sasa kuna ongezeko kubwa la watu na mifugo pamoja na shughuli za kilimo licha ya kuwa ardhi ya Tanzania haiongezeki, hali ambayo inachangia uharibifu mkubwa wa mazingira na hivyo kujikuta taifa likiangukia katika athari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile kukumbwa na ukame. Mtakapokaribia kukamilisha, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa uwaambie mamlaka ya mapato Tanzania waje waweke bango kubwa hapa kwamba mradi huu umejengwa kwa fedha za walipakodi wa Tanzania. Kitu kikiwa cha kigeni, kwamba kuna maeneo tukijengewa choo tu tunakuta bango kubwa kwamba choo, vyoo hivi vimejengwa kwa hisani ya ... Sisi tumejenga mradi wa trilioni 6.5 wa bwawa la Mwalimu Nyerere kwa fedha za Watanzania tena tukikejeliwa kwamba ngoja tuone, hawataweza kutekeleza. Tukatekeleza, ukakamilika. Na huu hapa na wenyewe ni mradi mwingine wa fedha za Watanzania, na nitumie fursa hii kwa mara nyingine tena kuwapongeza mamlaka ya mapato Tanzania. Juzi mmeona na jana mmeona wameweka rekodi, mheshimiwa waziri, rekodi ambayo haijawahi kutokea tena, wakikusanya kwa kuzingatia maelekezo ya mheshimiwa rais ya kukusanya kwa kufata sheria taratibu na weledi wamevunja rekodi zaidi ya trilioni 4. Kwa upande wake waziri wa maji Jumaa Wesu amesema mradi wa bwawa la Kidunda unakwenda kuwa suluhisho la maji katika mkoa wa Dar es Salaam, Pwani na Morogoro, ambapo ukikamilika utakuwa na uwezo wa kutoa lita za maji bilioni 190 ambazo zitakuwa msaada wakati wa kipindi cha ukame. Katika ziara hiyo, waziri mkuu ameambatana na mawaziri wa kisekta kutoka Wizara ya Uchukuzi, Tamisemi, Nishati, Maji, Kilimo pamoja na Wizara ya Fedha ambapo baada ya kukagua mradi wa bwawa la maji la Kidunda, amekagua pia athari za mvua katika mkoa wa Morogoro ikiwemo walibifu wa miundo mbinu ya reli ya kisasa SGR aliyopelekea kusimama kwa safari za treni ya kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Asante sana Gudi la Kimsola kwa taarifa hiyo. Watu sita wamejeruhiwa na nyumba zaidi ya hamsini zilizopo maeneo ya shule ya Tanga Masigera na Sanangura halmashauri ya manispaa Songea mkoani Ruvuma zimezuliwa na nyingine zikibomoka na kusababisha uharibifu wa mali na vitu mbalimbali kufuatia mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali iliponyesha siku Alhamisi Desemba 31, 2025 kutoka Ruvuma tuungane naye mwandishi wetu Innocent Oromo. Kufuatia changamoto hiyo, mwenyekiti wa kamati ya maafa ya mkoa wa Ruvuma ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jeneral Ahmed Abbas Ahmed ametembelea maeneo yaliyoathirika kwa lengo la kuwapa pole wananchi waliokumbwa na maafa hayo pamoja na kujionea kiwango cha uharibifu kilichotokea. Akizungumza na wananchi katika maeneo hayo, Brigedia Jeneral Ahmed ameiagiza kamati ya maafa ya wilaya ya Songea kufanya tathmini ya kina ya madhara yaliyotokea ili kuiwezesha serikali kuwasaidia wananchi walioathirika na tukio hilo. Jumla ya nyumba ni hamsini lakini pia majeruhi, nimeambiwa hapa, Tanga wako wawili, kuna ambao wamepata shida kwenye vidole na miili, lakini kule Masigira nao wako wanne. Kwa hiyo taarifa ya tukio hili ni yenye kutia taharuki na kwa mkoa wetu ni mwendelezo wa matukio yanayofanana. Kwaiyo, kupitia kikao hiki nielekeze kamati ya maafa ngazi ya wilaya ikae itathmini, na yale ambayo itaona yako juu ya uwezo wa kamati ya wilaya basi watuletee kwa haraka. Na kwa vile tumekwisha kuona, basi na sisi tutaenda kukaa kama kamati ya mkoa tuone ni namna gani tunavyoweza kushirikiana nanyi katika tukio hili. Aidha, Brigadier General Ahmed amewasihi wananchi wa mkoa wa Ruvuma kujiepusha na vitendo vya ukataji miti ovyo na kuhakikisha wanajenga nyumba zenye ubora ili kuepukana na majanga ya asili yanaweza kujitokeza na kusababisha madhara yaliyoshuhudiwa. Kwa hiyo tunapojenga, niombe tuzingatie kuhakikisha tunajenga kwa kuweka ring beam, lakini pia tunashikilia paa na nyumba kwa mabati au kwa waya zile wanaita koazi ambazo upepo unaweza kuhimili kidogo, lakini pia kati ya bati na nyumba tusiache mianya ambayo upepo unaweza ukapitia pale. Lakini lingine kubwa ni uharibifu sasa wa mazingira unaotokana na kukata miti. Kwao tujitahidi katika kupanda miti, tujitahidi kuto kuikata ile iliyopo. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tupo pamoja na serikali pamoja na wananchi mliopata athari hizi. Tunatoa pole sana kwenu kwa hali hii iliyowafikia na hasa katika kipindi hiki kigumu cha masika. Kwa hiyo, jitihada naamini za haraka inatakiwa zifanyike ili kuwanusuru hizi familia ziweze kuishi na kurejea katika hali yake ya kawaida. Kwa upande wao waathirika wa maafa hayo wanaeleza hali waliopitia wakati wa tukio hilo, huku akishukuru serikali ya mkoa kwa kuwapa pole na kuwafariji, ambapo pia wameomba kupatiwa msaada wa haraka ili waweze kurejea katika hali zao za kawaida za maisha. Mimi mwenyewe vipande vya tofali vikanigonga hapa, kanigonga hapa, kanigonga hapa na hapa, nyumba ikawa tayari imeshaa Nashukuru ni jamani, kwa kuja kuniona na washukuru viongozi wote. Mvua itakuwa nyingi zaidi kuleta mafuriko. Lakini baada ya tukio hili la uharibifu wa mazingira haya ya nyumba, Serikali tutie moyo, itufanyiwa pesi ili makazi yaweze kurudi, tuweze kustamili kama wengine. Innocent Horomo, TV habari ruvumaasante sana Innocent Horomo kwa taarifa hiyo. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuimarisha huduma za afya pamoja na miundombinu kwa kujenga majengo mapya zikiwemo nyumba za wafanyakazi na kuweka vifaa vya kisasa kwa lengo la kutoa huduma bora za afya kwa wananchi wake. Tungane na gudilakimsola kwa taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa Vijana, Ajira na Uwezeshaji Shaban Ali Othman wakati alipofungua nyumba za wafanyakazi wa hospitali ya wilaya Kaskazini B panga tupu ikiwa ni shamla shamla za kuelekea katika kuadhimisha miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Amesema lengo la kujenga makazi ya wafanyakazi karibu na hospitali ni kuwapunguzia masafa wafanyakazi pamoja na kupunguza gharama za usafiri za kuwatafuta madaktari bingwa, na nyumba hizo zikisaidia kuimarisha huduma za matibabu na kuhakikisha kila mhitaji anapata matibabu kwa wakati. Naomba mfahamu kujenga makazi wafanyakazi karibu na hospitali tunalenga kuwapunguzia masafa marefu wafanyakazi pamoja na kupunguza gharama za usafiri kwa wafanyakazi wa serikali, hasa madaktari bingwa kufata huduma hizi mbali na wanakoishi. Kwa hiyo lengo la serikali katika kujenga makazi haya karibu na maeneo yao ya kazi ni kuwarahisishia. Hivyo basi, niwaombe sana serikali ya mkoa na serikali ya wilaya kuhakikisha kwamba wale ambao wamelengwa kuwepo hapa wanakuwepo katika maeneo halisi. Haitapendeza ukawa tumetumia fedha nyingi za walipa kodi na wananchi wanyonge wa nchi hii kujenga majengo yenye gharama kubwa, baadaye yakabaki matupu. Kwa upande wake, katibu mkuu wizara ya afya Daktari Mngereza Mzee Miraji amesema serikali kupitia wizara ya afya imeamua kujenga makazi ya wafanyakazi hayo karibu ili kupunguza masafa kwa wafanyakazi na wananchi waweze kupata huduma zenye ubora na kwa wakati kwa haraka. Baada ya kufungua hospitali hii, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia wizara ya afya iliamua kujenga makazi ya wafanyakazi karibu na hospitali ili kuwapunguzia masafa kazi hawa na kuimarisha huduma za matibabu kwa kuhakikisha kila mwananchi anayehitaji huduma za afya anazipata kwa wakati na kwa haraka. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa nyumba hizi za wafanyakazi ni mradi uliochukua takriban miezi ishirini na utekelezaji wake ulianza rasmi Januari mwaka 2024 na na umekamilika Septemba mwaka 2025. Mradi huu umejengwa kwa gharama ya jumla ya shilingi bilioni 5.5 kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mkandarasi wa Mazrui Building Contractor ndiye aliyohusika katika ujenzi huu. Madaktari bingwa watakaa hapa hapa. Madaktari wa wabobezi watakaa hapa hapa. Hospitali ndio hiyo hapo. Ah, sioni yes, sababu. Tena uzazi salama. So uzazi ule wa zamani. Ah, uzazi salama mambo yote ya mzazi yanamalizika kaa. Wakazi wa kijiji cha Lusitu Ilani Njombe wameadhimisha sherehe ya mwaka mpya kupanda miti kwenye vyanzo vya vi maji ili kuendelea kukabiliana na changamoto za uhaba wa maji kijijini, ambapo wameeleza kuwa baadhi ya vyanzo vya vi maji vimekauka kutokana na uwepo wa shughuli za kilimo kwenye vyanzo vya vi maji. Taarifa zaidi na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe inaeleza zaidi vi. Kwenye zoezi la upandaji miti rafiki na maji, viongozi wa halmashauri ya mji wa Njombe pamoja na mbunge wa jimbo la Njombe mjini Deodatus Mwanyika wameshirikiana na wananchi kwenye uhifadhi wa vyanzo vya vi maji. Tunza vyanzo kwa leo ninafurahi sana, niko na Mheshimiwa madiwani hapa, niko na wananchi, niko na watendaji, niko na maafisa eh, wa, wa, wa serikali wa halmashauri yetu, uh, kuona namna na gani tunaweza kuifanya jambo kwa pamoja, na ninapenda nitoe wito liwe endelevu kwa Wananjombe. Tuna vyanzo vingi, tunatakiwa tuvitunze. Tunahitaji kula chakula, tunahitaji kulima, lakini utunzaji wa vyanzo ni muhimu sana, kama vile ambavyo ni muhimu kupata chakula. Leo ni siku muhimu ambayo tumezindua zoezi letu la upandaji miti kuanzia hivi sasa. Wananchi ninawaasa tuendelee kupanda miti. Tutumie vizuri msimu huu wa, wa mvua kwa lengo la kuendeleza upandaji wa miti, na kwa mwaka huu tumedhamiria kupanda miti zaidi ya milioni saba. Shughuli za kilimo cha viazi mviringo na upandaji wa miti ambao kwenye vyanzo vya maji ni miongoni mwa sababu ya vyanzo hivyo kupoteza uasili wake. Lakini baadhi ya wakazi hapa wanaeleza jitihada wanazochukua kwa sasa. Huyu hapa Vincent Mlowe, mkazi wa kijiji cha Rusitu, akieleza maamuzi yetu. Lakini baadaye baada ya kupata elimu, nadhani sasa tumeanza kuelimika na kuona kwamba athari ya maji ina, tunakosa maji kutokana na hiyo miti inayoweza kufyonza maji na shida tunakuwa nayo na mpaka sasa tuna shule ya msingi Rusitu, inaweza ikawa haina maji kutokana na kwenye chanzo cha maji tulikochukulia maji kupeleka kwenye shule ya msingi, hakuna maji kutokana na miti imefyonza maji hiyo, kama miwati pamoja na milingoti. Wakati mbunge na halmashauri wakihamasisha utunzaji wa mazingira, wakazi wa kijiji cha Rusitu wanaeleza changamoto za upatikanaji wa maji kijijini hapa na jitihada wanazochukua, ikiwemo kuanzisha mradi wa maji wa pampu ambao hata hivyo bado haujakamilika. Ni mlima tunaenda kuchota maji mtoni unapandisha na maji mara, wakati mwingine unadondoka, unarudi tena kuchota. Ni mlima. Tumeshapeleka umeme mtoni na pampu tumefunga, walitusaidia walifunga lolu kutoka kule mtoni hadi hapa, hapa, hapa tulipo, na wakati tumewasha ile pampu maji alifika mpaka hapa. Bunge wa jimbo la Njombe mjini, baada ya kuona jitihada za wakazi pamoja na maombi yao amewachangia tanki la maji lenye ujazo wa lita elfu kumi na kuahidi kutafuta ufumbuzi juu ya ombi lao la mabomba ya kusambazia maji katika vitongoji kijijini hapo. Uh, tanki hili tumelileta hapa na tumelikabidhi, au tumelikabidhi leo, na ni matokeo ya maombi yao wanakijiji wakati wa kampeni, sema. Kwa hiyo mmesema, tulichukua na kulifanyia kazi na wakati nalifanyia kazi na mimi tuna mfuko wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa jimbo kutoka hapa katika kijiji cha Rusitu alimasha ule mji wa Njombe. TV habari, mimi ni Ibrahim Godi Frei Mlele. Asante sana Ibrahim Godi Frei Mlele kutoka Njombe. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari, mimi ni Godi ni Mawanja. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa ya habari.